Kama sijakosea, na maandalizi hayo yakiendelea, wanahabari wetu wako huku, wataweza kutuletea taarifa kamili, tunapoendelea tu na matangazo haya rasmi, matangazo mubashara kuhusiana na kifo na mazishi ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tukiendelea na taarifa, maelfu ya waombolezaji walihudhuria ibada ya mazishi yaliyokuwa waziri mkuu Raila Odinga katika uwanja wa Nyayo walishabikia mahubiri ya askofu wa kanisa la Anglikana, Dayosisi ya Bondo, David Kodia. Katika mahubiri hayo, Askofu Kodia alikashifu viongozi wanaotumia mamlaka yao kujifaidisha kupitia ufisadi. Askofu akisema wahusika wa ufisadi na wanyanyasaji kupitia uongozi mbovu serikalini hawafai kwa sababu ya kukosa kuwajibikia raia kulingana na katiba. Seth Olale ana maelezo zaidi. wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Bondo David Kodia aliibua hisia za waliokuwepo katika uwanja wa Nyayo kwenye ibada ya mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. aliwakashifu viongozi wa kisiasa ambao alisema wanatumia mamlaka yao kujinufaisha kupitia ufisadi huku Wakenya wengi wakisalia maskini. Mhubiri from from huyo aliendelea kuwakemea wanaoeneza ufisadi, akisema wanapasa kupokea hukumu yao.

sifu marehemu Raila Odinga kwa msimamo wake kuhusu ugawanyaji wa rasilimali kote nchini kupitia ugatuzi. Askofu alitoa wito kwa viongozi kuenzi na kuendeleza mienendo ya aliyekuwa waziri mkuu. How many can fit in the shoes of Raila Odinga today? How many can fit in that shoes today, as I speak

Umati uliokuwepo uwanja wa Nyayo ukimpa askofu Kodia pongezi na heshima alipokamilisha mahubiri yake. the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Viongozi wa kidini ambao wamekashifu vikali dhuluma dhidi ya raia wa kawaida wanataka viongozi wote kuwajibika ili kueneza uongozi bora nchini. Seth Olale, runinga ya Citizen katika uwanja wa Nyayo.